Ah, hakuna nyingine. Wasikilizaji wa Ebala FM mlikuwa mnalia sana, ni watafutie Kaskaderi, na kwa sasa tuko naye moja kwa moja online. Kaskaderi, mambo vipi? ah, mambo po, Eba, na mashabiki zako pande za Misisi DRC wanataka wakusikie moja kwa moja Ebala FM. Hmm. Ulikuwa Tanzania, kwa sasa uko wapi? Kuna dili huko? Kwa yes, sababu wewe dili ni kawaida zako, unajua kusoa Kaskadere hufai maji, kuna dili fulani ambao anaau. Vipi, haujafikiria kuja Misisi? Ah, Misisi kuna watu ambao wananiga wana huko kila mara, ila naona tunashindana moa tunashinnashingana Mm. Ili Kaskadere aje Misisi, kuna nina, nini na nini cha kuzingatia? cha kwanza ya kuzingatia kwanza ni, ni nauli ya kuja huko na kunirudisha, ya kwanza hiyo. Mm. ya Pili <laughs> ya ni nafasi ambapo nitafikia, ndio ya tatu ni namna ambavyo mi nitaishi hapo, vyo vitu vitatu hivyo, alafu tunaongea sasa, unasikilizana malipo ya msanii itakuwa gani? Yeah. Itakuwa poa sana, kuna ha, kitu mnafanya na Mwanda hii imepenya sana ngoma mm. <laughs> <laughs> inaenda ile hiyo, ngoma ilishaenda kabisa, kwa sababu katika jamii tunaishi na wachoyo sana, wachoyo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mkuu, yeah. Eh, kabla sija kuwacha uendelee na mambo mengine, fanya kitu ili wajue kama ni wee mwenyewe. <laughs> Manaja Sakina, huyo anasema utakuja hapa misisi. Manajere nani? Sakina, boss le boss. Mwanaja Sakina hapo sataka msanii aje. Ni bora tatujongesha na tutakuwa siri na sisi. Ka... <laughs> <laughs> Asante sana, big up sana kwa kutukubalia kuunganisha na wewe kwenye Ebala FM na tuko pamoja, pamoja. Okay, okay, kabisa. Na mimi natafuta kusalimia mashabiki wangu na kuambia waendelee kunipata waendelee kuni support kabisa kwa kazi ambazo tunazifanya na Mungu atabless kabisa. mashabiki zangu za Kaskadera Misisi nawapenda sana sana sana. kwenye platform zako ni Kaskadera tu ndio zote kabisa, TikTok Facebook, YouTube, Instagram zote ni Kaskadera tu. asante sana mkuu. Asante kabisa mm. Mtangazaji kabisa, Mungu aendelee kukubresi na unayofanya tuunganisha na mashabiki zetu kabisa. Mungu aendelee kukubariki. Asante, asante mwelio ibala hakuna nyingine Moko.